Okay guys, nimerudi kutoka kazini and I'm gonna change the uniform and then we're gonna talk. Okay? Give me a minute. So, kama unavyoona, habari kama ushaangalia habari sasa hivi, Iran wameretaliate, wameenda kulipua um, military base kubwa ambayo ipo upande wa Middle East au upande wa Mashariki ya Kati au pande ya Waarabu kubwa ya Marekani, military base ya Marekani kubwa sana kwa upande wa sehemu ya Middle East ambayo ipo Qatar. So kama umeona hizo habari na ni habari za kutisha, uh, au so shocked and surprised. Even though, nimekuwa surprised, hata kama nilikuwa najua. Niliwaambia, nimetengeneza video nzima, nimeupload YouTube nikawaambia, kama Marekani ataingilia hii vita kuna chansi kubwa kwamba uh, Iran atalipiza kisasi kwa, kwa kulipua uh, military base ambazo zipo karibu na Iran kwa upande wa Middle East. Inaweza ikawa Katari, inaweza ikawa Siria, inaweza ikawa Iraq, watalipua. Na kweli hicho ndo kilichotokezea, umeona? So mimi kusema kweli, mimi sio mtu ambaye anapenda vita, na kikubwa kinachonitia asira mimi na, na Wamarekani wengi wapo ambao wa Marekani wanasapoti hii vita lakini kwa asilimia kubwa wa Marekani ambao wengi wanaipinga hii vita, na wanaipinga sio kwa sababu hawata, wanaogopa nchi yao inaweza ikafeli kwenye vita au inaweza ikadrop kiuchumi. Wanaipinga hii vita kwa sababu imekuwa miaka mingi sana, Marekani inakuwa inakontroliwa na nchi ya Israeli mona I get it, I understand. Na naelewa kabisa kwa nini Marekani inakuwa napelekwa inasukumwa kama tairi bovu na nchi ya, ya Israeli kwa sababu pengine Waisraeli wamewekeza, Waisraeli wana iPark, something like iPark wana kuna vitu, kuna vitu vingi ambavyo kwenye hii video fupi ya Instagram nataka ni record sasa hivi sitoweza kuelezea hivi vitu vyote. Lakini kuna vitu vingi ambavyo Muisraeli ameweka mizizi yake hapa Marekani ambayo mizizi yake ipo katika uh, Adi White House, katika ikulu ya Marekani. So inakuwa ngumu sana kama raisi kuka, kumpinga Muisraeli. So hiyo ni stori ya muda mwingine, lakini kitu kinachoatia wasira wa Marekani wengi, tunakuchagua raisi, tunataka wewe raisi wa Marekani to put American first, so uanze kuweka Marekani is like last au second priority after Israeli Israeli sisi, hatujachagua nchi hii haiongozwi na Mwisraeli, wala hatujachagua Mwisraeli au mjuu kuwa rais wetu, tumechagua Marekani kuwa rais wetu. So, put American first, hatuwezi kupigana vita na watu kupigana vita ambazo hatujaanzisha. Hicho ndio malalamiko ya, nani ya, ya Wamarekani. Hatuwezi kupigana vita ya watu ambayo kama sio haituhusu. Kwa nini, kwa nini tuende kuua vijana wetu Uh, tuende kuangamiza, um, uchumi wetu tuende kwa kuua watoto ndugu zetu kwa ajili ya vita ambayo hata haituhusu, hatukuianzisha. Why? Why? That, that, that's, that's the, the thing ambayo inawapa in, watu wanapata hasira sana like for what? Why we have to fight the fight ambayo Mwisraeli ameianzisha na anaendelea kumdrag Marekani kwenda kupigania vita ambayo Marekani ya kuanzisha. Kwa nini kup- kupigania vita ambao wewe ndio umeenda kuchokoza nyuki? Malizana nao wenyewe. So Trump, nashukuru Mungu Trump, so far amesema hataki kuendelea na hii vita na anataka kuja kwenye uh, kukaa chini na kuendelea na diplomacy. Tunaomba endelea na diplomacy, tuache hii vita. Hii vita Mwairani ameshavaa kilemba. Amesema na kufa na mtu. Like, they are ready, they are ready na tuta kuingia kwenye vita ya tatu ya dunia, kwa sababu Iran, kama vawaambia, anaweza kawa na supportiwa. Sasa hivi so far hajaanza kusupportiwa na China wala Russia, lakini pengine vita vinavyoenda. We don't know. They might back them up. They might back, uh, Iran up. Wanaweza kumsupport Iran na vita ikaendelea kuwa kubwa. So, see you next time. See you on the other video, yangu ni hayo tu. Okay, to add on on the previous video mimi pia binafsi nashukuru na Rais pia Trump ameposti katika mtandao wake na amesema ameshukuru kwamba uh, hamna raia yoyote wa Marekani alioumia wala kupoteza maisha. Kusema kweli, hilo ni jambo la kushukuru Mungu sana sana. Sasa kama, kama sisi wanajeshi tushukuru Mungu kwa sababu ingekuwa uh, raia yoyote wa Marekani angepoteza maisha wala kuumia. Maanake hilo tatizo, yani Marekani asingeliacha li, lipite tu. Marekani anavyomjua na, na anavyowapenda raia wake. Na ndio maana kuna kitu kimoja nataka kuwa raia wa Marekani kompliti, kwa sababu ya hicho kitu kimoja. Marekani anapenda raia wake na yupo tayari kupigana vita kwa ajili ya raia wake. Hii nchi naipenda hivyo. So rais Trump amesema anashukuru Mungu raia yoyote wa Marekani ajaumia wala kupoteza maisha. So anasema hataki kuendelea na escalation na kuendelea na hii vita kwa namna hiyo, na pia anataka arudi kwenye diplomacy, anataka arudi kwenye resolution, wafunge kitabu, wakae chini, waongee, wayamalize, na hicho ndio nachoombea mimi, wayamalize. Na hicho ndio tunachotaka wa raia wa Marekani wengi, wanataka haya mambo ya kupigana vita ambazo hazituhusu aishe, lakini pia kwa sababu gani? um, hamna raia alaumia wala kupoteza maisha, hamna. Japo wametuma, wametuma karibu makombora uh, Israel, ume, uh, Iran wameataki Iran, makombora wameshambulia katika military base ya Marekani ambayo ipo Qatar, karibu makombora kumi na tano, kumi na ngapi, lakini hamna mtu aliokufa wala kuumia. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu uh, ah, mare Marekani mjanja sana, au ah, ameweka Iron Dome uh, imezuliwa hiyo, no, no, sio sababu. Ni sababu the reason ama makombora hayajamuumiza mtu ni kwa sababu walitoa, uh, um, message, walituma message kwa Qatar, kwa serikali ya Qatar kabla hawajatuma makombora, akawaambia hey, siku kesho saa fulani tunashambulia tuna military base ambayo ya Marekani ambayo ipo kwenye nchi yako, so jiandae ya kupokea makombora <laughs> wametuma kabisa message bwana, hey, hey, so and so Najua we ni rafiki yetu, we ni ndugu yetu, we ni Mwislamu mwenzetu. Lakini ndani ya nchi yako kuna kambi ya adui yetu na tunatuma makombora kushambulia hiyo kambi. Jiandae. So kwa sababu Qatar waishapewa hii information kabla makombora hayajatumwa makombora, that's why wakaandaa Iron Dome, wakaandaa interceptor, interceptors za kuzuia za kusaidia kuzuia makombora. Ndo maana hata kombora, hamna makombora ambalo limepita na kuharibu military base au infrastructure au nini, hamna mtu alaumia, ni kwa sababu hiyo. Ingekuwa wameshambulia kwa kushtukizia, I swear to God, tungekuwa tushasikia taarifa sasa hivi kuna watu wangapi wameumia, watu wangapi. Na kwa sababu gani Iran amefanya hivyo? Ni kwa sababu Iran anataka kumpa onyo mara ya pili, mara kashampa onyo mara kashatupa onyo mara ya kwanza, Marekani kwamba hey, Msiingilie hii vita, mimi na huyu huyu ndugu huyu ndugu bwana huyu ndugu wana, wangu kanichokonoa siku nyingi sana wacha nimalizane naye eh, huyu Muisraeli kanichoko katuchokonoa siku nyingi sana wacha tumalizane naye. Na sasa sasa, kwa sababu kashaanzisha hii vita, mwacha amalize sasa, najiona anaweza kupigana, asikimbilie kwa kaka. So kashampa onyo mara ya kwanza, kawaambia bwana, ukiingilia hii vita, kuna uh, kuna nini kuna um, kuna asilimia kubwa kuna asilimia kubwa kwamba tunaweza kukushu. hii vita ika escalate ikakuwa ika, ika kubwa kwa ukanda wa nini wa, wa, wa, wa Arabu, Middle East, so usiingilie hii vita lakini Marekani akusikiliza akaona, bwana mi Marekani like, I can do whatever they want, I want. So, kwa sababu Marekani amejiona ni babe anaweza kumsaidia anaweza kufanya anachokitaka, so hili ni onyo la mara ya pili tumeweza kushambulia kambi yako, lakini tumewashambulia bila kuumiza raia wako, kwa sababu tumewapa taarifa Katari. Kama tusingewapa taarifa, maanake watu wako wangeumia na wangekufa, and we are ready